Serikali imeona ni vema um, kutoa, kutoa huduma hii ya usafiri wa pikipiki kwenye mikoa yetu Tanzania, na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imenunua pikipiki 98 kwa ajili ya kugawa baadhi ya mikoa za mikoa mingine tayari ilishafikiwa na sasa tuko Songwe kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanafanya kazi zao vizuri, kuhakikisha maafisa wa maendeleo ya jamii wanarahisishiwa namna ya kutoa huduma katika maeneo yao na namna ya kuwafikia wananchi. Kwa hiyo serikali inategemea makubwa sana kutoka maafisa maendeleo ya jamii kuanzia sasa, na hivyo wanapo wanapo hapa na njia nyepesi kwa ajili ya kufikia wananchi wao, maafisa maendeleo jamii wamepata vifaa vya usafiri. Na hii ni mara ya pili, mara ya kwanza tulipokea pikipiki piki nne, na sasa hivi tumepokea pikipiki nane kwa ajili ya kuwezesha baada ya kupata vitendea kazi kwa maana vitendea kazi vya usafiri, ni matumaini yangu kwamba wakurugenzi kwa wa halmashauri watawezesha katika sekta zingine, kwa mfano vitendea kazi ndani ya ofisi. Aidha, kulingana na umuhimu wa sekta hiyo pikipiki hizo zinatarajia kuwa nyenzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku, kama inavyoelezwa na maafisa hawa akiwemo Menrad Dimoso na Melista Paulo. Kama mnavyojua sekta ya maendeleo ya jamii ni sekta ambayo inafanya kazi karibu na wananchi, na siku zote tunatoka tu field kwa ajili ya kuwafikia wananchi na kuwaelekeza, kuelimisha kuwa kwa masuala kuhusu masuala ya maendeleo kwa ujumla. Sasa awali mpaka sasa tuna changamoto kubwa sana ukiangalia jiografia maeneo yetu, lakini pia kwa uh, maana ya umbali na mazingira yenyewe yalivyo. Kwa hiyo tu sisi kupata hfaa pikipiki zitatusaidia kwa, uh, piki piki, zita kwa namna moja au nyingine, kwa hasa wale maafisa maafisa ambao ngazi ya kata kuweza kusafiri kwa maeneo ambayo anaweza ukasafiri kuwafikia wananchi eh, kuwahamasisha na no kuelimisha kwenye masuala mbalimbali yanayohusu ya miradi na utekelezaji wake. Changamoto tulizokuwa tunakutana nazo huko vijijini, unakuta siku zingine mvua zinanyesha, mnashindwa kufika kwa wakati. Mnahitaji kufuatilia vikundi vya vijana walemavu, mnashindwa kufika kwa wakati. Tunaahidi serikali tutaweza kufanya kazi vizuri, kwa kuwa tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo vilikuwa vinafanya tunashindwa kufika kwa wakati, kuchukua taarifa, kufuatilia marejesho, kufuatilia maendeleo ya vikundi vyetu. Wananchi walikuwa wapati huduma kwa wakati, mda mwingine inakuwa changamoto sana asaasa kufika vijijini. Wataweza kuwafikia walengwa ambao tunawahudumia kwa katika shughuli mbalimbali, kutoa elimu mbalimbali, ikiwezekana kufuatilia marejesho ya mikopo, kwenda kuunda vikundi kwa hiyo tunategemea kwamba hiki chombo pikipiki itatusaidia piki sana kuwafikia walengo wa kiurahisi zaidi. Aida Mathew Clouds, Songwe.